Nam na, katika kaunti ya Kitui, wakulima wamehimizwa kupanda mimea ambayo inaweza kustahimili kiangazi kufuatia utabiri wa hali ya hewa kuwa eneo hilo litapata mvua ya kiwango cha chini ya wastani. Msimamizi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa Daniel Mbithi, alisema kwenye mkutano na wakulima kuwa wakulima eneo hilo wanapaswa kujiandaa kwa upanzi wa mimea ambayo haihitaji mvua nyingi ili mimea hiyo isinyauke shambani kwa kukosa maji. Wakulima eneo hilo wamehimizwa kupanda mimea kama vile pojo, mawele na mtama. Na kile kizuri cha kupalilia wananchi wetu, naomba tuangalie sana mimea ile inachukua mvua kidogo kama mawele, e, kuna ile sogam, kuna hii inaitwa ndengu, kuna dhoroko na na hata kasava, na hizo hizo ndizo zinatufanya tuu tuwe, tuwe tumepata tu mafuno mazuri. Kwa hivyo hii ni process ya muhimu sana wakulima wetu ndio wafuatilie ile maagizo wanaambiwa, juu sahii mvua itakuwa kidogo, waweze kupanda the right crops ile tunaita drought tolerant crops, na waweze kufanya mambo yenye itaweza kuina inafumilia ile mvua kidogo tunapata watu wakipanda. Pia nasitiza tena, kama washikadau wengine walikuwa nao wa kilimo wa mifugo wa NDMA tumekuwa na Red Cross, Anglican Development Services, tumekuwa na Caritas Catholic Diocese of Kitui, tumeangria kwamba watu wapande ile mimea inazaa kwa haraka na inaweza kuvumilia jua. Naam na baada